Mwalimu nimefanya kazi naye mwaka sabini na mbili. E, baada ya uhuru. Uh, kabla ya uhuru tulikuwa na, na redio RTD Dar es Salaam kupitia telescope ambayo televisheni ya taifa ilikuwa pale pale Mwalimu hakuwa mbadhilifu, hakuwa mchoyo, hakuwa yani, si kama na tulivyo navyo sasa hivi. Hapana, mwalimu amefanya kazi akawa rais wa nchi hii tangu sitini na mbili ambapo ilikuwa ni jamhuri hadi Mungu alipoona mtwae mwaka, mwaka tisini na, na, na nane, lakini akamaliza kastafu mwaka themanini na tano na kwa mwaka huo themanini na tano na mimi nikastaafu pamoja naye. Ninyi afadhali mnastaafu kwa, e, mna kwa shilingi mamilioni, lakini mimi nimestaafu kwa shilingi mia tatu themanini tu na wakati huo shilingi mia tatu themanini ni, ni nyingi sana nadhani sasa hivi ni milioni au bilioni tatu. Uh, mimi nili sisi ndio wanzilishi wa kituo cha redio Mwanza, na nilikuwa literacy project Mwanza pale, yani kisomo kwa adult education kisomo kwa redio elimu kwa watu wazima. Kipindi hicho tulikuwa bi, section vitatu lakini chini ya uongozi wa RTD ikiwa ndiyo main office, na tulikuwa chini ya UNESCO. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtangazaji na mwalimu, tulikuwa tunatembea naye, amenipeleka Durban, amenipeleka Nairobi Kenya, amenipeleka Uganda, amenipeleka Congo, tulikuwa tunatembea naye kama watu wa habari kwake mm. Naam, nakumbuka mwalimu nani, um, Kenyatta kabla ya kufariki Rais Kenyatta, kama waanzishi wa East African Community ye na mwalimu pamoja tulikuwa kwake mwaka sabini na nane na nane na kipindi hicho tulikuwa na mwalimu nakumbuka niliingia hata studio VOK Mwanza, Voice of Kenya, kiyo nilitoa hata na mimi matangazo kama hivi nini mnavyowafaidi. Sasa kwa historia ya mwalimu, tukiacha hizo zangu, Mwalimu Nyerere baada ya uhuru amekaa na watu vizuri hadi kustafu kwake mwaka 85, amejitahidi akaunganisha Tanganyika na Zanzibar, ambayo leo ikazaliwa jina Tanzania, ambayo ninyi wa Tanzania mnafaidi matunda hayo. Amekaa na akina Bibi Titi Mohamed amekaa, walikuwa kweli, kabineti ya Tanganyika ilikuwa nzuri sana. Mwalimu Nyerere ameingia urais, lakini hakuwa mchoyo. Akawa na watu wanaomsaidia, yani mawaziri. Katika mawaziri waliomsaidia kumi, hata wazungu aliwaweka, wasije wakadhani kwamba amewanyanganya lakini amewafukuza ame, alikuwemo Sir Ernest Vasey, alikuwemo huyu, uh, katika mawaziri wake alikuwa ni Paulo Bomani, Jobu Lusinde, ya huyu profesa nani huyu wa Tabora alikuwa Tewa Saidi Tewa Siloswai, Nesi Vesi na mzungu mmoja, na mwarabu, muhindi mmoja, Amiri Jamari, na mzungu mwingine alikuwa Dennis Derrick no Macklin Bryson hao kumi na moja bosi wao akiwa mwalimu, ndio waliwanza nao kabineti ya kwanza ya Tanganyika. Hapa Ngara tulimfaidi Mwalimu Nyerere kwa kututunukia DC wa kwanza Ngara mbaye ni Edwin Nyamubi, anazaliwa hapo hapa Murugwanza, amefariki juzi juzi mwaka jana nadhani Edwin Nyamubi alimtunukia, eh, kuwa DC wa kwanza kwa sababu alifu, alihitimisha watoto saba kipindi hicho. Mwalimu alikiwa mwalimu Murugwanza, mwalimu mkuu. Watoto saba kwenda sekondari, walikuwa naenda mmoja au wawili au watatu basi, lakini saba hao wawili wawili wali, wali Um, waligusana, ni sasa sijui mnaisemaje kwa lugha ya leo, yaani wawili wote mmepatana tisini tisini, kwa hiyo au mia kwa mia. Kwa hiyo watoto wa sita wote waligusa, na mmoja ndiye akapasi mwenyewe, kwa hiyo wakawa saba. Mwalimu akamtunukia Edwin Nyamubi kuwa DC wa kwanza Ngara, mwaka gani sasa? E, mwaka sitini na mbili, mwaka sitini na mbili, na ndiye mbunge wa kwanza hapa hapa Ngara, mwanzilishi, na ndiye askofu wa pili hapa hapa Ngara Kagera, Diocese of Kagera, huyo huyo Edwin Nyamubi. Na sasa hata yeye ametoa tunda moja binti mmoja ana akachukua hadhi ya baba yake, na yeye ni DC nadhani yuko hapa Musoma, anaishi pale ikulu ya Musoma, yuko na mama Maria ana Nyamubi. mwalimu mengi ametutendea, na kila uchaguzi tulipokuwa tunakwenda kuchagua yeye alihitaji kujiuzuru uzuru, lakini watu wanakataa kwa sababu ya busara na hekima aliyokuwa nayo. Mwalimu alikuwa ametunukiwa hekima na Mungu sana, hekima ya mwalimu na akili ya mwalimu na maarifa ya mwalimu, hakutunyima Watanzania Watanganyika, wa alifanya vizuri hadi mauti ilipompata mwaka tisini na tisa tarehe kumi na nne ambapo leo ndio tunaadhimisha miaka ishirini na sita tangu kufariki kwake. Kwa kuhusu maadili alikuwa na, na masharti mazito mazuri tu masharti yake mwalimu hakupenda uwe na kazi mbili, maana utapotosha moja alafu nyingine utaipenda. Mwalimu hakutaka wewe mtumishi kama hivi sasa hivi tulivyo pamoja uwe na maslahi nyingine nje ya kazi yako. Kwa hiyo watu waliishi katika hilo na utumishi ulikuwa mzito mzuri sana, lakini leo inavyoonekana eh, watu wamekuwa wajanja kweli na Ma, eh, kuhusu kutunza heshima ya nchi heshima ya nchi, mwalimu aliitunza sana kwa kuleta eh, watu wa nje kuja kukaa na kutizama watalii nini. Kwa, mimi swali lako ni, ni nadhani nimelijibu katika kuona tuliishi kwa amani kabisa hadi hivi sasa amani tulio nayo chanzo muhimu ni Mwalimu Nyerere. Sasa kadiri maarifa yanavyoongezeka ndivyo na elimu inavyoongezeka zaidi. Sasa katika utekelezaji, naona labda maendeleo yanazidi kuongezeka hili na hili kwa vizuri tu, kwa sababu ninaposema hivi, maendeleo ni pale mahali tulipofikia sasa hivi shule za sekondari zilikuwa kidogo sana. Nikichukulia mfano Ngara, hatukuwa na shule ya sekondari wala Biharamulo wala Mleba. Mikoa ilikuwa tisa tu kwa Mwalimu Nyerere, tisa ikaongezeka kadiri ma, maendeleo yanavyoongezeka. Sasa tusisi Ngara Bukoba, Ngara Biharamulo wapi wote tulikuwa tunakwenda Bukoba. Ndio maana nimekuambia walikuwa wanashinda watu sita, watatu tu, wawili na hata hako kamoja kukapeleka ni mzigo. Tulikuwa tunaenda Nyakato, Ihungo na Griwal ambayo ni Bukoba Sekondari kwa sasa hivi. Lakini kwa maadili, kuhusu maadili, ukweli utekelezaji kwa umri nilionao na yale niliyoyaona ya Mwalimu, hapana, utekelezaji umekuwa mzito. Kuna vitu, kuna vinakiuko ambavyo Mwalimu haku, hakuna nani hakuwa navyo huko nyuma, ukiukwaji umekuwa wa nani, watu wamekuwa waongo, watu wamekuwa wa wamekuwa hata, wizi kitaifa umekuwa mwingi tuku kama mwizi sasa hivi anaiba kwa karamu, haikuwepo kwa mwalimu Nyerere. Wizi wa kalamu ni pale watu wanagushi nyaraka vizuri, unamwona vizuri, lakini umshtaki wapi? Hakuna pa kumshtaki, maana yeye ndiye bosi na yuko kwenye fedha nzuri, ikija tu auditing, karamu ni nzuri sana.